wa kanisa letu la Christian Reformed, mdiruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe Amen. Bwana asifiwe Amen. Wengine wanasema huwa wanaume ni ngumu na kuwa Mkristo, lakini mimi nataka niwaambie wapendwa katika jina la Yesu Kristo ya kwamba kuwa mama, kuwa mama na kuwa Mkristo saa zingine ni ngumu sana, mama. Mwanaume bendi yake ni moja, na sisi tunaendanga na kitu kimoja, we do one thing at a time. Mama anaweza kushika mtoto kwa mgongo na mwingine abebe kwa tumbo na anasonga ugali na anaangalia huku nje. Lakini ukiachia msee, yote itachomeka na mtoto ataanguka chini na changamoto itakuwa mingi. Mungu amepatia wa mama neema na wanawapatia neema ya kutosha. Angalia kwa sehemu mbili ambaye nitaongea tutaangalia, mm -hmm. kuhusu umoja ambaye ina baraka Amen. umoja ambaye ina baraka Amen. na naye niwaambia kwamba hii dunia ambayo tunaishi wamama wanapitianga changamoto mingi. Kwanza, mm -hmm. mm -hmm. wakati mwingi kuishi na wazee sio rahisi yes. unahitaji neema ya mwenyezi kulea watoto sio rahisi. Nataka nikuambie wamama wakikosa umoja katika kanisa na katika jamii penye wanaenda sijui, yeah. Leo nataka kuongea kuhusu umoja ya baraka huko na umoja ina mingi. Kuna wamama wengine wana umoja ya kufanya maovu hiyo, yeah. Umoja hakuna baraka. Amen. Kuna umoja, na kutafuta vikumba na vitu ambavyo yanampendeza Mungu. Na wakati mwingi mama ambao wanaenda kwa waganga, mganga anachukua pesa lakini shida yako anakubakishia. Kama vile mama wetu Grace, anakumbuka Waanglikana wanasema ilivyokuwa mwanzo, ilivyo sasa, hata milele, ilivyo amen, amen. Kenye mganga anapunguza ni pesa, sio shida, shida